Unajua vile vitu vyaliisha glasi. Una akili wewe, unajitambua kweli wewe? ani aabaokanete manin kwenye kikombe cha plastiki. Alafu mimi sipendi unajua nimsemeshe mtu aninyamazie kime, unisikia au dharau? Hata unajua una kiburi wewe. Hivi mume wangu na mama tabia zake nazo nifanyie. Hebu siletee mimi ukiburi wako nitakuumiza wewe unajua. Hivi una akili kweli wewe? Glasi zipo, mwenye nyumba unaletea maji kwa kikombe cha plastiki afu umewapi? Usiniangalie nikikusemesha mimi. A, unanipiga kwa, una ni kwa sababu nimeleta maji kwenye hiki kikombe? Unajua kwanza, usinijibu. Upo ndani ya nyumba yangu unanijibu, hiyo jeuri unaitoa wake Amekupiga. Ah? Amekupiga. Hivyo unaelewa tukifanya haya kweli jamani? Mtu kanipiga hapa, waona na nataka maji, kanimwagia namna hii, kwa hiyo asime niuliza kanipige. Ah, yeye baka kupiga, wewe mpige. Wewe unaelewa lakini unachokifanya hapa. Au wao ni amani na kufanya vinakuwa kipofu. Huoni kinachoendelea, hebu angalia niliporoa. Angalia nilipomwagia maji. Hmmm. Wao je, kwa mtaazimbia sababu kwa kupiga, kwao? na nimemtupa maji. Kaniletea maji kwenye kikombe cha plastiki, glasi zipo ndani. Unataka nifanyaje kama sio nimnyoshe? Ah, kwa mnyoshana.